Tukio la mama mjane Alice Haule kutolewa kinguvu kwenye nyumba ya familia aliyorithi kutoka kwa mume wake na mabaunsa waliokodiwa kwa ajili ya kufanya tukio hilo limekuwa ni moja ya tukio kubwa lililogusa jamii kwa namna moja ama nyingine. Viongozi wa kidini na viongozi wa kisiasa lakini pia hata wanasheria na wataalamu wa masuala ya ardhi na nyumba wametoa mitazamo yao kwenye hiki kilichotokea kwa mama mjane huyu Alice Haule, mkazi wa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Na moja ya viongozi waliotoa tamko kwenye sakata hili ni pamoja na Profesa Anna Kajumulo Tibaijuka, waziri mstaafu wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, kupitia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X, zamani kama Twitter aliandika ujumbe wenye kichwa chenye kusomeka kwamba sakata la mjane Mikocheni kutolewa kwenye nyumba ya familia kwa mabavu na mabaunsa inasikitisha. Kisha akaendelea kwa kuandika kisha akaendelea kwa kuandika kwamba nawashukuru DC wa Kinondoni na RC wa Dar es Salaam Mheshimiwa Chalamila kuchukua hatua zinazoweza kutatua. Mimi nikaona nitoe elimu ya ujumla. Mwaka 2011 nilikuwa waziri wa ardhi. Tulikuwa makini sana, kama caveat iliwekwa inamaanisha, msajili aliona there is a case to answer. Kwa hiyo akakubali zuio, ili huyo mmiliki mpya asijowauzia watu wengine hiyo nyumba na kuleta mgongano zaidi. Kwa caveat akalinda uwezekano wa mtu yoyote kufanyia nyumba hiyo muamala wowote bila amri ya mahakama au mgogoro kuisha. Sasa kama mahakama zimetengua hiyo caveat sijui, lakini nimeguswa sana na hiyo inhuman eviction ya mjane na watoto it was not necessary in my view. Nimeshuhudia wanawake waliofungwa jela ili waume wauze nyumba zao. Nikaona nitoe elimu kwa ujumla, labda kusaidia utatuzi wa mgogoro, lakini pia wengine wanaoweza kukutwa na matatizo. Ni hivi, uwepo wa idhini halali ya ndoa katika uuzaji wa nyumba na ardhi nchini Tanzania ni muhimu na lazima. Sheria za ardhi na ndoa nchini Tanzania zinataka mali ya ndoa, hasa makazi ya familia isitolewe kwa kuuza, kukodishwa au kuwekwa rehani bila idhini ya maandishi ya mwenza wa ndoa. Iwapo idhini hiyo haitapatikana, muamala unaweza kutangazwa batili na mali kurejeshwa. Changamoto, baadhi ya wanandoa au taasisi za fedha huendeleza mikataba bila kuthibitisha idhini ya wenza au uhalali wake. Wanandoa wasio na elimu ya kisheria hukosa kuelewa haki zao na hivyo kukosa kutetea maslahi yao na wenza wadanganyifu hufanya mambo kwa kificho au kugushi sahihi. Aidha, wanunuzi wasio waangalifu hujikuta wakipoteza fedha baada ya mahakama kufuta mikataba. Mapendekezo: moja, uelewa wa umma, serikali na mashirika ya kiraia waendeshe kampeni za elimu kuhusu haki za mali ya ndoa. mbili, uthibitishaji imara, mamlaka za ardhi zifanye ukaguzi wa kina kabla ya kuruhusu mikataba. Tatu, wanunuzi wahimizwe kuthibitisha hadharani idhini ya mwenza kabla ya kununua. Nne, benki na watoa wa mikopo wawajibishwe kisheria iwapo watashindwa kuthibitisha idhini ya ndoa, ili kuwepo kihalali, siyo kwa ujanja ujanja. Sera nzuri ya ulinzi wa mali ya familia ni msingi wa usawa wa kijinsia na ustawi wa jamii. Kuimarisha utekelezaji wa sheria kutazuia migogoro ya kifamilia na kulinda haki za wamiliki wote Tibajuka, wa ndoa. Huo ndio ujumbe aliyouandika Profesa Anna Tibaijuka, waziri mstaafu wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Sasa hebu tuangazie uchambuzi wa kina kuhusu caveat. Caveat ni zuio linalowekwa na msajili wa hati kuashiria kwamba mali fulani inagombaniwa kisheria. Hii inamaanisha hakuna mtu anayeweza kuuza, kukodisha au kuweka rehani nyumba bila ruhusa ya mahakama. Umuhimu wake, Inalinda mali ya familia dhidi ya maamuzi ya pupa au udanganyifu. Pili, kesi nyingi Tanzania zimewahi kusimamishwa kwa sababu caveat iliwekwa ikiwemo nyumba zilizokuwa sehemu ya urithi. Na tatu changamoto, mara nyingine wadau wenye ushawishi au fedha wanajaribu kuondoa caveat bila taratibu, jambo linalozidisha dhuluma kwa wajane au watoto. Na hebu tuangazie idhini ya ndoa au spousal consent Sheria ya ndoa na sheria ya ardhi zinataka mwenza apewe nafasi ya kutoa idhini kabla ya mali ya ndoa kuuzwa. Maana yake hakuna nyumba ya familia inayoweza kuuzwa bila kusainiwa na wanandoa wote, na mara nyingine sahihi za wake hupotezwa au kugushiwa, wakipata habari baada ya nyumba kuuzwa, na familia huweza kupoteza makazi na heshima, huku wajane wakibaki masikini. Na hizi ni changamoto za uelewa wa kisheria. Wananchi wengi hawajui haki zao za kisheria. Matokeo yake wanasaini nyaraka bila kuelewa. Wengine wanadanganywa kuwa idhini si lazima, mikataba isiyo halali huendelea, na baadaye wanandoa hujikuta wamepoteza mali. Na sasa tuangazie mapendekezo ya serikali na wadau. Kampeni za elimu, kufundisha wananchi kuhusu haki za ndoa na ardhi ni lazima ukaguzi mkali kuhakikisha kabla ya nyumba kuuzwa spousal consent imethibitishwa. Hili ni muhimu pia. Na uwajibikaji wa taasisi ikiwemo benki na makampuni ya mikopo, wawajibike pale wanaposhirikiana na wateja wasiowaaminifu. Ulinzi wa nyumba ya familia ni msingi wa haki za kijinsia na heshima ya jamii. Kihistoria, migogoro ya ardhi imekuwa chanzo cha wanawake kuishi maisha ya mateso. Familia inapoondolewa kwa nguvu, watoto hupoteza usalama wa kisaikolojia, na utekelezaji mkali wa kisheria unalinda heshima na utu wa familia. Hivyo sheria ni muhimu zaidi kwenye kusimamia utekelezaji wa kulinda heshima na utu wa familia. Sasa hebu tuangalie historia ya mgogoro wa Bi Alice Haule kuanzia mwaka 1999 mpaka mwaka 2025. Hapa tunapanua kutoka tulichojadili awali kwa urefu zaidi, mwaka hadi mwaka, kuelezea muktadha wa kesi na changamoto za kifamilia Mfano mwaka 1999 mpaka mwaka 2011, caveat ilivyowekwa mwaka 2015, kesi zilizohusu urithi na mwaka 2020, vitisho vilivyoanza kushamiri hadi mwaka 2025, uvamizi wa mabounsa. Na hebu tuichungulie kumbukumbu ya tukio la uvamizi mwaka 2025. Bialis Saule, mjane wa marehemu Justice Rugaibula, ndiye aliyekumbwa na sakata hili la hivi karibuni. Nyumba aliyokuwa akiishi tangu kifo cha mumewe ilivamiwa na mabaunsa waliodai kumiliki mali hiyo. Kwa mujibu wa mashuhuda, mabaunsa walivamia nyumba hiyo hafla bila notisi rasmi ya kisheria na kuwalazimisha watoto na mama yao kuondoka. Mali zake zilitolewa nje na tukio hilo lilisababisha taharuki mtaani. Kwa familia hii, nyumba hiyo sio tu jengo la kuishi bali pia urithi na kumbukumbu -kumbu ya maisha yao ya ndoa. Kuvamiwa na kufukuzwa kwa njia hiyo kumeacha majeraha makubwa ya kisaikolojia na kijamii. Tukio hili limekuwa mfano hai wa namna wajane wanavyoweza kunyanyaswa kutokana na udhaifu wa utekelezaji wa sheria na ukosefu wa ulinzi madhubuti wa haki za kifamilia. Sakata la mjane Mikocheni linafunua ukweli mchungu kwamba licha ya sheria zilizopo, utekelezaji wake mara nyingi unakomishwa na upungufu wa elimu, udhaifu wa mifumo na matumizi mabaya ya nguvu. Ni dhahiri kuwa sheria zipo kulinda wajane na familia zao lakini hazitekelezwi ipasavyo. Uelewa wananchi kuhusu haki zao ni mdogo, jambo linalowafanya kudhulumiwa. Taasisi za kifedha na baadhi ya wanunuzi huchangia matatizo haya kwa kutozingatia taratibu. Ni wajibu wa kila mmoja, serikali, jamii na mashirika ya kiraia kuhakikisha haki za wajane na familia zao zinalindwa. Ulinzi wa makazi ya familia si suala la hiari bali ni msingi wa ustawi wa jamii na usawa wa kijinsia. Naam, hayo ndiyo yaliyojiri juu ya kile kilichozungumzwa na aliyekuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Profesa Anna Tibaijuka, akizungumzia sakata zima lililomkumba mama mjane Bi Alice Haule, huku akitoa ufafanuzi wa jinsi sheria inavyofanya kazi kwa mali yenye mgogoro na namna ambavyo taratibu zinavyoweza kuchukuliwa kwa ajili ya kuhakikisha mali hiyo inapatiwa utatuzi wa mgogoro wake. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hili, lakini pia endelea kutufuatilia wakati wote kwa habari zaidi. Kiganjani mwako.